Tumesikitishwa sana na hali iliyojitokeza bungeni kwamba mwenyekiti ame lazimi ameamuru Kamati ya Maadili ikaangalia hotuba ya kambi ya upinzani. Kwa sababu sisi ni kambi ambayo ipo kikanuni na inajiweza ina, imepewa hadhi hiyo na mbunge yote anavyosimama bungeni anasimama kwa mawazo ambayo anayo, anayasema, yanajadiliwa, yanapimwa, yanaonekana kwamba yana tija au hayana tija. Sasa huu taratibu mpya wa hii awamu ya tano kwenye bunge na kwenye serikali yenyewe ya kufanya vitu vya mchujo ndio kitu ambacho nasema kinatusikitisha. Mimi naamini kuzuia hii hotuba ya kambi ya upinzani au kwenda kutaka kuifanyia editing au kuiweka kwa jinsi wao wanavyotaka watawala, ni kuwafanya Watanzania waitafute hii hotuba kwa udi na uvumba, hata kwa njia nyingine ambazo wanaamini wana wataweza kuipata hii hotuba na katika saikoloji ya binadamu jambo linalozuiwa kwa nguvu zote binadamu ndivyo kadiri anavyoitafuta. Hakuna jambo baya katika ile katika, katika speech mzima, na kwa kweli ni jambo tu ambalo lilikuwa wabunge kama wabunge ambao wanalindwa na, na katiba ya Jamhuri ya Muungano ambao wanaweza ku, kuhoji jambo lolote ndani ya Bunge e, na hiyo hiyo haki yao hiyo ya kikatiba ndio hiyo ambao wanataka kuitumia kwenye Bunge. Ni wajibu wa serikali kuja kujitetea bungeni kuja kujibu bungeni kujenga hoja na kuclash hizi hoja za, za upinzani kama wataona kwamba hazina nguvu. Lakini naamini kwamba ni hofu, kwa sababu tumejipanga. Tumejipanga, tunayo mikataba hiyo ya Lugumi, tunayo mikataba mingine ambayo inaonyesha jinsi gani jeshi la polisi lilivyoingia na mambo mengine ambayo yanahusiana yana, yana, yana na ukiukaji wa haki za binadamu ambao umefanyika, usina mgongano wa maslahi yoyote walete kama ilivyo. Tutafafanua, tutawaeleza. Ni magazeti, ni watu kutokuwa waelewa, ni watu kutojua sheria, wanaongea vitu ambavyo hawavielewi. Hatuna kigugumizi, mimi sina kigugumizi. Ndio sababu maneno nimekaa kimya, sifanye kazi kwa magazeti. Sifanye, ukiniuliza moja kwa moja nitakujibu. Jeshi la polisi pamoja na mimi tumewakilisha kwenye kamati mbalimbali, tumeweleza ukweli na tumeweleza ukweli uliopo hakuna mtu anayesema kwamba tumekataa kuleta taarifa. Mimi mwenyewe nimepeleka kwenye kamati ya ulinzi na usalama, sijahusishwa na wala hilo jambo silitarajii.